Idris Sultani ameweza kuzua mjadala mzito sana katika mitandao ya kijamii ambapo tunaona muonekano wake wa hivi karibuni wengi wamehutilia shaka kutokana na jinsi alivyokuwa hapo kabla na sasa hivi. Sasa Idris Sultan eh, ni kwamba alikuwa anataka eh, pengine labda kuweka hili jambo pengine kuasili ama vipi lakini anyway mambo yanaendelea kama kawaida. Sasa Juma Lokole ameweza kuposti ku, ku, ku video ya Idris Sultan katika muonekano huu gafa tu eh, watu wameshangazwa na kusema kwa nini kitu gani ambacho kimeweza kutokea kwa Idris Sultan, mbona amekonda kiasi hiki? Na wengi wanajiuliza ni kitu gani ambacho kimemkuta ndugu yao ama ndugu yetu ambaye anafanya shughuli mbalimbali ikiwemo eh, kuigiza filamu lakini ni comedian lakini pia na kazi nyingi sana, au sio? Sasa yeye Juma Lokole baada ya komposti eh, hii video ikimwonyesha Idris Sultan akiwa na mwanadada Lul Lulu Diva eh, na Lulu Diva alikuwa ameenda kumtembelea nyumbani Idris Sultan na kujua what's going on, lakini all in all, ni kwamba kwenda kumsalimia na kumsabai, lakini ni kitu ambacho kimeweza kuwashangaza watu wengi sana. Kwa nini ameweza kupungua kiasi hicho? au sio, bwana? Sasa tunaona watu mbalimbali wametoa maoni yao, lakini pia wengi wanaonekana kusikitishwa zaidi. Unajua, mtu ambaye uko unamuona kama role model, alafu then eh, tunaona ameweza kupungua kwa kesi hicho. Uh, naweza kutoa mfano uh, msanii kutoka kule nchini Marekani ambaye ni marehemu sasa hivi ana jina la uh, eh, Chadwick au si bwana, Boseman Chadwick ambaye alifariki kwa ugonjwa wa kansa. Alianza hivi vi, alianza kupungua lakini mwisho siku akaanza kum, kumsema vibaya kwamba Eh ee, anapoteza mvuto na vitu kama hivyo, lakini kwa Idris Sultan nadhani tofauti kidogo. Sidhani kama ni mgonjwa, lakini ni ameamua tu kukonda kwa sababu tunajua huyu jamaa alishaingiza zake katika upande wa Netflix. Kwa hiyo, e, pengine labda character ambayo inamtaka labda pengine apungue kwa namna hiyo, ili aweze kuigiza pengine sehemu fulani. Haya basi, uh, mashabiki wamesikitishwa, lakini pia wameweza kutoa maoni yao. Eh, kutokana na muonekano huu wa Idris Sultan. Mashallah akaweka emoji ya eh, machozi eh, mwesema Idris kwa chochote tunachopitia na kuambia and stay, stay strong. Manake kama anapitia lolote basi Mungu aweze kumponya. Watu wanakunywa maji ya limao na mlo wa siku moja wapungue. Kama kweli huyu kaka kuna kitu napitia, walai Mungu amvushe salama, au sio? Uh, kwa Idris anaweza kuwa anajikondesha kutengeneza karakta wa movie. Kuna kipindi pia alijinenepesha na kutengeneza maso akawa bouncer, ndio hapo tu e, kwenye nafasi alizochezea. So I hope itakuwa ni kwa sababu ya kazi kwake tu, ila kama ni changamoto, kwa sababu kuna wakati aliweza kunenepa akawa bouncer aina akawa e, amenenepa e, kwa namna fulani, lakini kwa namna moja ama nyingine sasa tumeona amekonda, amekuwa vice versa, sasa amepungua. Um, pengine itakuwa ni uhusika kwenye movie anatumia dawa za kupungua, atatangaza sio mda mrefu script. Uh, mmoja akasema kwamba, e, kutoka moyoni sipendi kumwona mtu katika hali mbaya, basi tu hata mimi, yani bora akosikia kitu na muonekano wake kimwili. Uh, watu what happened to him jamani. E, mmoja kaandika kwamba people are going through a lot I say, ni vile tu aweze sema, Mungu ampe afya njema zaidi. Uh, mmoja kaandika sijisaa sana watu eh, maarufu pia ni binadamu kama sisi. Wao pia wana changamoto za kila aina. Watu mnashangaa sana jamani, utasema wao ni malaika. Mnakosea sana yani. Mwenyezi Mungu akuvushe bro kwa changamoto zote unazopitia baba, utakuwa sawa kwa uwezo wa Allah, insha Allah. Eh akimpa eh mawaidha mawili matatu, lakini pia kwa kwa ambao eh, eh hate speech e, waache mara moja kwa sababu mtu takiwa mfahamu kabisa kwamba huyu ni msanii lakini pia ni binadamu kama wewe e, kwa hiyo sio malaika. Kuna wakati kuna kufa, kuna kuumwa, kuna kupungua, kuna kunenepa. Yes, labda diabetes. Mmoja akasema itakuwa haijakubali. Uh, jamaa kaderegana. Ehe, mmoja anasema kwamba sio id ni Idris, inawezekana na umwa hasa magonjwa sio kuambukiza. Kama anaumwa, Mungu ampe shifa, ila kama haumwi, labda vita vipindi vigumu, Mungu akakusha majanga na changamoto za kimaisha e, chochote anachopitia Mwenyezi Mungu amsaidia e, avuka salama salmini e, kwa nini usijamani nani anakufa kati yako eh? Haya, mmoja sema kwamba Idris, ulikuwa gani ndoto yangu jamani, da siji, una shida gani maskini, au unapinda kigigu I love you so much. na ile miguu yako, sisamie hoi anakuambia. Ala, haya huyu mwanadada ametoa maoni yake kwa Idris. Anauma amejipunguza ame kucheza movie special character. Let's hope Idris is not sick. Na hata kama anauma atapona. Yes, kwa hiyo watu wanajaribu wana kumwombea ku, ku, mazuri kwamba pengine labda haumwe kutokana na script pengine nayo mhitaji eh, kuwa katika mwonekano ule. Sasa nikijaribu kupitia katika eh, page, page yake ya Instagram eh, tunaona ameweza ku, kuandika vitu fulani kupitia ukurasa wake wa Instagram na kaandika, well gentlemen being a man means more than just a title of masculinity that we must address being a man ties To clear feel the difference most of us men feel that we feel it's for lulling over the less masculine maybe we as men need to know that is for, caring more for others more energy eneg more work and not I'm the man here o kuna wakati mwingine mwanaume ni inazungumzia kuhusiana labda pengine na maso pengine kuona misuli mikubwa lakini kuwa mwanaume ni wajibikaji au sio bwana? Lakini pia uh, kuwa na misuli ni tofauti na wajibikaji, uwajibikaji. Kwa hiyo mtu na misuli lakini hawajibiki. Kwa hiyo e, e, ulikuwa, ni wa utoa, ulikuwa ni Novemba, e, na ujumbe ambao alitoa alikuwa ni Novemba ishirini na tatu uh, au sio bwana? Lakini pia tunaona picha mbalimbali hata ukipitia katika peji yake ya Instagram uh, tunaona uh, kabisa kwamba huyu huyu jamaa alikuwa yuko good kabisa, au sio bwana? Lakini sasa ndio e, maana E, tunaona kama vitu ambavyo ni tofauti, lakini kuna picha moja hivi aliposti, hakuandika chochote akasema oh oh eh, lakini pia tunaona kaka, sasa mbona umedrop? Unajua manati inavyofanya kazi, haya weekend jema. Mmoja kaandika kwamba mogo, yani business mogo, mwingine akasema kwamba Sultan eh, msema king, wewe ni kwamba huu msiba huu kuhusu, au haya moja anyway, kaka alikuwa anaumwa, mbona umepungua sana? Kwa hiyo zilikuwa ni kama uh, wiki nne zilizopita. Uh, watu wanajiuliza, watu wengi uh, tatizo wa kishua wakizaliwa nazikuta mali, sasa kishapotea ndio hapo kuzichanga wenyewe ndio tatizo lenye kuanzia labda, uh, mgeni huyu si wa kishua uh, mmoja kasema kwamba anyway, hauwazi kuwa ni rasta au sio? Dondosha mwani yako, lakini pia hakikisha na subscribe.